Dini nkwenda kushikwa na wasio stahiki, waipeleka vile watakavyo, wakufurisha umma nkuwa 80% katika umma ummati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wako motoni makafiri mushirikini kwa sababu gani? Kwa sababu ya ufahamu wao mchache katika ayat na ahadithi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, ndio pale tunaposema ni wa khawarij hawa, ni khawarij kwa nini ni khawarij? Kwa sababu Ibn Umar kama anavoku anavonuku Alimamu Albukhari katika sahihi yake, asema wa kana Ibn Umar yarahum min shirari alkhaliqa, na katika riwaya nyingine wa kana Ibn Umar yarahum shiraru khalqi Allah. Ibn Umar alikuwa akiwaona hawa khawarij ni viumbe vibaya katika viumbe vya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, viumbe viovu.

Mtu akienda kuabudu kaburi manaabuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, aya wateremkia mushrikina kuabudu masanamu wao, abandikizwa nayo mwenye kuzuru kaburi, ambao aenda kuabudu. wama yuminu aktharuhum billah illa wahum mushrikun, aya hizi zinatumika katika kupinywa nazo sisi. wama yuminu aktharuhum billah, hawaamini wengi wao, hamuamini Mwenyezi Mungu, illa wa aktharuhum illa wa aktharuhum mushrikun, illa wengi wao huwa ni washirikina. Sasa wao wanataka kukusanya imani na shirki sehemu moja, wasema waumini wakati ule ule, wanajidani Waislamu, lakini wakati ule ule wanafanya shirki. Ulisikia lini kuna kitu chaitwa ijtimau naqidhaini? Rudini musome, haiwezekani naqidhaini kukusanyika sehemu moja imani ikiweko sehemu ni hakuna shirki na ikiweko shirki hakuna imani. Ndio Mwenyezi Mungu akasema wama yuminu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun illa wahum mushrikun. Hakusema illa wahum bihi, hakuleta dhamiri ya kurudi kwa Mwenyezi Mungu, masala ni mengine, illa wahum mushrikun ni warongo au wakisema wanaamini, wanadai ni warongo, ni shirki peke yake inayopatikana kwao mushirikini. Leo aya kama hii imeteremka kwa mushirikini, tuaja kupijwa nazo sisi. kwa nini wasiwe ni khawarij? si mafuhumu yangu, ni mafuhumu ya ibnu Umar, ameanukuu al-Imam al al-Bukhari katika sahihi yake, na akayaunga mkono. Mambo ya kusikitisha